Mimi ni chifu naitwa Rocketi Masoko Mwanshinga. Mimi ni chifu wa kabila la Wasafwa Mbea. Wako machifu tuko wengi, wako wa wilaya, wako kila kabila lina machifu wawa, lakini mimi ni chifu wa Mbea mjini na Mbea vijijini. Kwanza nawakaribisha nasema karibuni mkoa wetu wa Mbea. E, Mbeya mjue mjisikie. Mbeya iko salama, Mbeya ina amani. Mbeya viongozi wetu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, tuko pamoja na tunaiombea Tanzania yetu kwa pamoja pamoja na mkoa wetu. E, kwa kweli hii mnavyotutembelea kama sisi machifu ni furaha kubwa sana, na ndio mujue kwamba machifu kwanza, historia ya machifu hamu yajui. E, sisi machifu kazi yetu sana machifu sisi ni kuomba amani katika nchi yetu, na ndio asili yetu toka mababu na mababu. Amani mazingira tunaiombea nchi yetu, tunaiombea. Sisi ndio wazalendo, sisi ndio namba moja, sisi ndio tunalinda nchi sisi ndio maombi yetu, tunaomba kwamba nchi yetu iende vizuri, kama vile Mungu alitupa zawadi ya kwamba Tanzania ni kama hii zawadi aliyotupa, tuipokee vizuri, tusije tukaiharibu. Wenzetu majirani wote wanalia, majirani wote wanatembea usiku na mchana, huku na kule, vita si vita nini, ghasia chungu, lakini sisi hapa, Mungu alivyotuteremshia hii neema tusiichezee. Sisi hapa hatuna ukabila wala hatuna kwamba ni we ni nani, tuko pamoja na kweli. Mungu tusije tukamdharau na tum, tutumike vile Mungu alivyotuteremsha hii neema. Tuiombea nchi yetu, tuombee kwanza uchaguzi wetu unayokuja mbele yetu. Uchaguzi wetu sisi hatujazoea kusukumana, sisi hatujazoea vita. Kama mtu ana mambo yake ya kuleta vita Tunaomba kwamba Mungu amlani. Mungu yeye atasema, ameamka, kumbe wakati wanapiga kula, yeye baada melala atakuta kula tumeshapiga, kwa sababu hana nia mbaya. Tunaiombea, tunaomba wana vyama wetu, tuna vyama, hatuseme wapinzani, nao ni kama tulinde pamoja nao, tuwe walinzi, tusilete ukorofi kama hivi mkoa wetu wa Mbeya tuna, tuna, tuna viongozi wetu wakuu wa wilaya mkuu wa mkoa wote tuko pamoja, hatuna vurugu pamoja na rais wetu mama yetu, sisi wazee ni mtoto wetu, na tumempa na jina la kichifu, anaitwa Hangaya, tumemvalisha uchifu na ndio tunayomtegemea, anatuheshimu amaye kutuita hata Dodoma katukusanya wote. Akasema, jamani machifu, tuko pamoja, tuilinde nchi yetu. Tunawategemea nyinyi machifu. Nchi siende msiseme kwamba nchi ya nani ni nyinyi machifu, tuiombe nchi yetu iwe na baraka kubwa na sana. Ile, muka, kikao, na kweli tulimshukuru sana alivyotuita ile mkao kikao tuliokuwa Dodoma naye. Na sisi tuko nyuma yake na sisi hatumwachi. Na sisi tunamuombea aendelee awe salama aijenge nchi yetu. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Wale watu wanayokuwa tofauti na uzalendo wetu, naona hata Mungu atawaona. Tunataka tuwe pamoja, hatutaki mtu akaandamana. Sije anaandamana nini? Sisi tunataka tukae salama, na huyu anadai nini tena zaidi ya usalama? Kama ni kuandamana, kama hawa wa, wa, wa, wa vyama vingi wanaruhusiwa lakini wanaruhusiwa, kama nataka awe rais, lakini afuatilie katiba yetu inakwendaje. Urais auji kwa ngumi, auji kwa kugombana, auji kwa kumwaga damu. Machifu wote wa Tanzania, si tuko pamoja? UMT, umoja wetu, na tumshaambizana kwamba tu, tuombe tupige magoti kwa Mungu, isije katokea balaa, isije mtu akaleta mtu wa tofauti. Hatutaki nchi yetu ilete vurugu tumeshaambizana na mkoa wetu wa Mbeya katika machifu wetu. Kama mimi ndio ni kiongozi wa machifu wote wa hapa Mbeya, sisi tuko pamoja na mama, tuko pamoja na mbunge wetu, tuko pamoja na Tanzania yetu. Naomba Mungu atusaidie, hatujawa sisi tofauti. Uchaguzi upo, lazima uchaguzi ufanyike. Hatuoni sababu ya kutwa kuchagua nani kufanyika sababu ni zipo hizo, ndio zinaitwa vurugu za nyetu tunazozisema. Hizo vurugu hatuzitaki. Maliziano yalikuwepo watu wakakaa, alafu yanageuka vipi? maanake ya maliziano nini? maliziano ni, ni kuelewana. Maliziano ni kupanga, maliziano ni uzalendo, kwa mtu fanye nini? maliziano ni watu pamoja, mnakaa kwa pamoja, alafu tena unakuja unakiuka, hii inakuwa ni balaa. Hatutaki mtu wa namna hiyo.